Watanzania, Mheshimiwa naibu meya wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni ama ni Barande, Mheshimiwa mkurugenzi, waheshimiwa sana madiwani, wakuu wa idara na vitengo, naomba kwa mara nyingine tena nichukue fursa hii washukuru sana kwa kunichagua kwa mara nyingine endelea kuwa meya wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Mmenionyesha imani, na mimi naomba niseme deni la imani siku zote halilipwi kwa fedha, deni la imani linalipwa kwa matendo. Na ahidi mbele yenu, nitafanya kazi na ninyi, nitafanya kazi kwa uwazi, nitafanya kazi kwa upendo, nitafanya kazi kwa ushirikiano tunakwenda kuongoza halmashauri, tuna safari ya miaka mitano. Leo tumeunda kamati, kamati hizi nyingi ni mwaka mmoja. Tunaanza mtaona, mwakani, Mungu akipenda, tunaweza tukaendelea hivyo hivyo ama tukabadilisha, tukaendelea tukaendelea kujenga uzoefu kwa watu wengine mwingine alikuwa kwenye kamati hii akatoka akaenda kwenye kamati nyingine. Maana yake ni nini? Ili kila mmoja wetu hapa endelee kupata ufahamu mpana wa kuelewa majukumu ya halmashauri katika kila sekta. Kwa hiyo wale walioko mipango miji mwaka huu inawezekana mwakani wakawa kwenye huduma za uchumi na wa huduma za uchumi wakawa kwenye mipango miji, lakini nimeeleza kanuni zinaruhusu kubadilisha mjumbe au wajumbe pale ambapo itaonekana inafaa. Naweza tukafika katikati tukaona kuna shida kwa mjumbe fulani kwenye kamati fulani, hatujawahi kufanya huko nyuma, lakini ikibidi tutafanya ili mambo yetu yaweze kwenda vizuri. Kwa hiyo ninachoweza kuwaomba ndugu zangu wote, tuwe kitu kimoja. Tumemaliza kampeni, tumefanya kampeni. Kampeni zina machungu yake, kampeni zina maumivu yake Kampeni zina majeruhi. Naomba yaliyopita, si ndwele tugange, yeah, yajayo tuiangalie. Manispaa yetu kwa imani, sisi tukivurugana, sisi tukitengeneza makundi miongoni mwetu, malengo ya manispaa yetu yanawezekana yasitimie. Nilisema siku nilipochaguliwa kwenye chama kwamba tuna kazi tuna kazi kubwa ya kufanya this time kuliko pengine kipindi kingine chochote. Nilielezea hali ambayo chama chetu kipo sasa hivi, hali ambayo serikali yetu ipo sasa hivi. Tunatikiswa sisi, hatutakiwi kutikisika. Tumemaliza kampeni za uchaguzi. Tunapomaliza uchaguzi, ninavyojua mimi, siasa inahamia kwenye bunge, siasa inahamia kwenye mabaraza ya madiwani sisi hapa tutake tusitake tunatakiwa ndio tuwe askari namba 1 askari wa kwanza kabisa kutetea kwanza, kumtetea kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan. E, hatuwezi kuwa na sisi ni sehemu ya wachangiaji wa mambo ya hovyo hovyo. Sisi lazima tusimame imara kama tuliweza kusimama imara wakati wa kampeni tukamnadi kiongozi wetu tukamzungumzia kiongozi wetu na tukafika tulipofika sasa, tunakwenda kwenye utekelezaji. Lazima moto ule sasa uwe mkubwa kuliko moto ule uliopita. Tuungane pamoja, tukaisemee vizuri serikali yetu, tukatengeneze mshikamano na wananchi wetu katika maeneo yetu. Sisi ndio tuko chini, wabunge hawa wataondoka, watakwenda bungeni, lakini diwani haondoki kwenda bungeni. Diwani anabaki kwenye halmashauri, mwenyekiti wa serikali ya mtaa anabaki kwenye mtaa wake. Kwa hiyo ukiangalia viongozi ambao tuko karibu na wananchi kwa shughuli za kila siku, kwa shida zao, kwa raha zao, kwa maumivu yao, ni sisi waheshimiwa madiwani pamoja na wenye viti wa serikali za mitaa ambao tutagongewa saa zote, lazima tuitiki. Kwa hiyo watu wa kulinda maslahi ya wabunge wetu, kuwasemea wabunge wetu, kuwapa hoja za kwenda kupeleka kule, na wakati mwingine hata kuwalinda pale ambapo tunaona wanataka kuchafuliwa, wa kwanza ni wenye viti wa serikali za mitaa, wa pili ni sisi waheshimiwa madiwani wabunge hawa watapata faraja ya kwenda kuomba fedha za utekelezaji wa miradi mbalimbali kwenye wilaya, ikiwa sisi tutakuwa kitu kitu kimoja. Kupitia hili niseme tulikuwa na utashi hapa, tulikuwa tunagawanyika gawanyika hapa wakati wa kampeni, labda meya atoke upande fulani. Kwa nini atoke huku? Sisi tusiangalie hiyo, sisi tuangalie uwezo wa mtu, namna gani anaweza kutuongoza, namna gani anaweza kutuunganisha tuliokuwepo zamani hapa halmashauri, ndugu zangu, meya wa kwanza wakati tunaanza halmashauri ya manispaa ya Kinondoni alikuwa ni diwani wa kata ya Kawe, ndugu Salum Mlonda, alikaa miaka kumi. Sikusikia mimi watu wa Kinondoni wanasema wajimbo la Kinondoni wanasema yule meya kule hafai. Meya wa pili aliyefuatia na picha zile pale ni Yusuf Mwenda, anatoka kata ya Mikocheni, alitoka kata ya Mikocheni. Jimbo gani hilo? Jimbo la Kawe. Watu wa Kinondoni hawakulalamika kwamba kwa nini meya atoke huku? Tulisema anatosha na chenji na baki na tukampa. Na leo sisi tuko hapa manispaa, tunafurahi kuona mtu aliyepata kuwa meya kwenye manispaa hii liyo ndiyo kamishina general wa TRA. Hey, pigeni makofi mengi. Hivyo hivyo tulikaa hapa, hatukuiangalia jimbo, tulisimama. Hata na mimi nilikuwepo katika kusimama huko, mimi niliitwa mkuu wetu wa mkoa wakati ule alikuwa Makonda, mkuu wetu wa wilaya alikuwa Salum hapi. Nilionyesha tamaa ya kutaka ume umea, lakini niliitwa nikaambiwa hapana, tunamhitaji Benjamin Sita awe mea wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Anatoka jimbo gani? kawe mea wa ngapi? Huyo ni Songoro Mnyonge tu, mwaka juzi ndio amekuwa mea. Kwa hiyo wala kulikuwa anayetoka Kinondoni na wala watu wa Kinondoni hawakuwahi kulalamika. Kwa hiyo hata na sasa hatuoni sababu ya sisi madiwani wa Chama cha Mapinduzi wakati mwingine kutaka kubadilika, tunakuwa kama vile madiwani wa upinzani, kwamba lazima huyu sio yule, huyu sio yule. Ndio maana siku ile nilisema kilichoshinda, na tuendelee sisi kusema kilichoshinda kwenye wilaya yetu ya Kinondoni ni Chama cha Mapinduzi, full stop. Kwa hiyo, niwaombeni ndugu zangu, hata katika masuala ya maendeleo, mimi nyinyi wa ma, wa, madiwani wa zamani mnajua niligombana na mbunge wangu hapa Tarimba, tulivutana na Tarimba humu ndani na nikamwambia Tarimba, ndugu yangu kaka yangu acha kuvutia kila kitu kwako. Kinondoni ni jimbo ambalo lilipangwa na ili nitalisema, hata nikiwa kaburini, tuliokuwepo Kinondoni, Kawe, Kunduchi, Ununio huko Mbweni, Bunju ilikuwa ni mashambani, uongo uongo, Mabwe Pande hivyo hivyo watu waliokuwa wanatoka mji ulikuwa huko Kinondoni. Mji uliokuja kuanzishwa baadaye ndo mji huo wa pembezoni. Kwa hiyo maendeleo, mji huu Bryson aliupanga huku, hakupanga Kawe kwa sababu Kawe ilikuwa ni mashambani. Kawe huko ndo kwenye ng'ombe, kihistoria tunajua. Ukienda mbele, watu wanataka, wanaondoka hapa mjini, anakwambia anaenda shamba, anaenda Bunju, anaenda shamba, anaenda Bweni, anaenda shamba, anaenda Mabwe Pande. Baadaye ndio tumekuja kutengeneza mji kulingana na nini na uhitaji sasa. Mahala ambapo tumetengeneza mji, tutake tustake, ni lazima tupeleke maendeleo kwa gharama kubwa yeah. Leo hata kwenye idadi ya watu ndugu zangu, idadi ya watu waliopo jimbo la Kinondoni na idadi ya watu waliopo jimbo la Kawe, jimbo la Kawe watu ni wengi kuliko jimbo la nini. Kwa hiyo jimbo la Kawe, utake ustake, ni lazima upeleke maendeleo, maendeleo ya yani miundombinu tunahitaji shule eh, madaraja, barabara na kadhalika na kadhalika, na ndio maana hata tulipokuwa tunajadili DMDP2 tulielekeza nadhani utekelezaji wa DMDP2 ambao bado haujaanza kutake off vizuri, zaidi ya asilimia sabini unakwenda kutekelezwa kwenye jimbo la kata hayo. Ni maendeleo sio maendeleo? Kwa hiyo ndugu zangu, naomba muendelee kuwa na imani, inawezekana. Wakati mwingine ukubwa wa eneo hata ukifanyiwa maendeleo huoni, inakuwa ni kama vile maji, unachukua maji kwenye pipa, unachota kwa kisoda, huwezi kuona kama umechota kitu chochote. Kwa hiyo jimbo la Kawe kutokana na ukubwa wake, hata kile kinachofanyika unaweza ukasema hakuna kinachofanyika, lakini kiuhalisia yapo ambayo yanafanyika, na hata kwenye bajeti hii mtakwenda kuipitia, mtaona yako mambo mengi tumeyaelekeza kwenda kwenye jimbo la Kawe. Kwa hiyo mimi ninachowaomba ndugu zangu, tuendelee kushikamana. Tumechaguliwa hapa, kila mmoja amekuja na ajenda zake. Kinamama wale wa viti maalum wana ajenda kumsaidia mwanamke namna gani, asilimia kumi itakwenda kuboresha maendeleo ya namna ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kina mama namna gani, asilimia kumi itakwenda kusaidia vijana namna gani, ile asilimia kumi itasaidia watu wenye ulemavu. Nadhani hiyo ni ajenda yetu kubwa. Tuna bajeti tumetenga sisi kwenye mapato yetu ya ndani kwenye kujenga miundombinu eh, ile karibu bilioni sita plus, lazima tujue Tunafanyaje? Tunagawanaje ile keki eh? Lakini pale penye uhitaji, mimi kama meya sitaki niwe mnafiki, nitasimama, nitasema mahala fulani pana uhitaji zaidi, kwa sababu hata wewe ukiwa mgonjwa unakwenda hospitali, unakaa, unamsubiri daktari. Kuna wakati huko kwenye foleni anakuja aliye mahututi, wewe mkawa ni mgonjwa, unasema yule kwanza atangulie. Uongo? Uongo. Hilo ndilo tutakalolifanya. Kwa hiyo, tukiona kawe kuna uhitaji, tutakaa hapa, tutakubaliana tupeleke kawe. Tukiona kwa hili Kinondoni na uhitaji, tutakaa hapa tutasema tupeleke wapi, tupeleke Kinondoni. Kwa hiyo ninawaombeni ndugu zangu, yaliyopita sindwele, tusameheane pale ambapo tumekoseana, na mimi nimekwisha samehe, nimesamehe, nimesamehe, nimesamehe, nimesamehe, lakini na mimi mnisamehe, ili tuweze kufanya kazi pamoja, kwa sababu ukinuna, ukikasirika, ndo nimeshakuwa eh ukinuna ukikasika, si ndio? Nimeshakuwa e. Maanake sasa ukiendelea kununa, tutashindwa kushirikiana, tutashindwa kuaminiana kuna e. Wakati unasema bana, mambo yale yamepita, ale amepita. Barande najua wewe unipi, lakini bana, sasa tutafanyaje e? au sio? Si nilikuita nikakwambia, naona inaona kura yako kwangu haipo, nami najua sababu <laughs> lakini leo Barande sinaibu wangu nimemkata, toka juzi tunaongea. Sasa hapo mstahiki, tunafanyaje? Ndio tunamtengeneza huyu. Hey, kina Shabiri wale unaongea nao, vijana wako <laughs> <laughs> Lakini unajua hapa, unajua lakini unafanyaje? Unaendelea kuongea na anayekutaka, unaongea na asiyekutaka, lakini mwisho wote tunakuja kukutana, tunakuwa kitu hiki kitu kimoja. Tutakuja kukubali kwamba bana hii nafasi inawezekana Mungu aliandika iendelee kuwa kwangu, na kwenye nafasi hizi kuna mambo mengi, hasa ukigombea na watu wanatoka Tanga. Kuna wakati nilikuwa sijielewe elewe, lazima tuzungumze ukweli eh kabisa, eh sijielewe naenda narudi, naweza nikatoka uani kwangu, mara naenda kwenye banda la mbwa narudi, lakini mwisho nasema ah, Tanga hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, tuseme yaliyopita si ndwele, tugange yajayo eh, maana yake kama umeroga sana halafu ukaona yule uliyemroga arogeki, so unajua yule mtu ana Mungu sana, si ndio? lakini mwisho wa siku lazima tufanye kazi tuwe kitu nini kimoja, kimoja. Na uzuri wa Tanzania tunarogana lakini hatuuani, si ndio? <laughs> Eh, yaani wewe unatengeneza yule afifiee wewe mambo yako yafanye nini yaende. Kwa hiyo ndio nimekuwa tupeane dua tusameheane ili mambo mengine yaweze kuendelea. La mwisho nimesema kanuni hizi zinaturuhusu. Tutahakikisha waheshimiwa madiwani mnawajibika kila mmoja aridhike na pale alipo kwa sasa. Kila mmoja aridhike na pale alipo kwa sasa, lakini tutafanya mzunguko na tutaongeza, walau kila mmoja wajibiki, wajibike. Akikaa siku mbili tatu ana shughuli ya kufanya, akikaa siku mbili tatu ana shughuli yeah, ya kufanya pa. Tulikuwa tuwe na semina, tulisema kabla tujaanza shughuli zetu tuwe na semina na tulikuwa tumepanga siku mbili hizi, ndio mkurugenzi mm-hmm. Pengine ingewezekana Jumatatu tutoke hapa nje ya Dar es Salaam twende mahala tukajifungie tuweze kupata kunoa vichwa vyetu, lakini naambiwa TAMISEMI wamesema tusubiri kwanza. Hizi semina za waheshimiwa madiwani wanataka wao waziratibu, na tutazifanya kama sio Morogoro, tutakwenda Dodoma kwa ajili ya hizo semina, walau tuende tukakae mahala tujifungie. Kwa hiyo mkae mkijua tu siku yote, tukipata taarifa basi mwelewe ni jambo hilo. Na mimi nitapenda sote kwa umoja wetu, tutakapoitana kwenye hizo semina sote tuwepo. Ndugu zangu, mkaa bure sio sawa sawa na mtembea bure, kuna kitu cha kujifunza. Nina hakika wamewapatia hizi kanuni, kila mmoja akasome, zitusaidie namna gani vikao vinaendeshwa, namna gani hoja zinatolewa. Lakini tutakapokwenda pia kwenye semina zitatusaidia nafasi ya kuelewa mambo mengi zaidi. Basi baada ya kusema hayo Watendaji, mimi niwatakie kila laheri. Mmefanya kazi vizuri kwa muda wa miezi mitano, kipindi ambacho hatupo, lakini moja ya kazi nzuri mliyoifanya